Shem, Asafi, kwema. Kwema, mambo bebe. Freshi. Shemu mdogo wako yupo lakini sababu leo kananiambia anakuja, ameniwekesha muda mrefu sana haja sijamuona mpaka <laughs> Alivyo, niaga, mimi kaniambia anaenda kwa Hasani. Uwe, sindu Hasani? Anakuja kwangu? Sasa hivi sijajua labda kuna Hasani mwingine tofauti na mimi Ta, lakini anamtafuta nini huyu Rubi, lakini anamtafuta nini. Mimi kaniaga, Kaniambia Dada mimi naenda kwa Hasani. Hasani kaniita kasema, ana maongezi na mimi, mi nikamruhusu, na yeye kaniambia kwamba sitochelewa kurudi. Mpaka muda huu ninavyokuambia, hajarudi. Ukifika ndiyo ukionana naye, mwambie mimi namsubiri, na leo asilale bila kuja home. Nikwambie, mimi ndoa yangu iko kwenye matatizo. Yaani leo kesho ndoa yangu inaharibika. Yaani mimi ninachokuomba, naomba u, u, kesho sawa. Hai. Basi, Okay, ayafanya hivyo basi. Sasa sikiliza, mimi nimepita hapa, langu ni moja tu. Unajua, huko nyumbani ndoa yangu yani imeharibika, imeharibika vibaya sana, na sielewi tatizo ni nini. Sasa sikiliza basi, yaani mke wangu hanielewi kwa chochote. Mke wangu sasa hivi ni mtu mmoja mkorofi na sababu ni wewe unamweleza kitu chochote kuhusu mimi na wewe? Eh, hey, we wewe. Samahani. Sio mimi hivyo. Na wala sijawahi kukutana na mke wako, sasa habari za kwanza kuniambia kwamba ho nimemwambia mke wako sijui nini, naanzaje kwanza. Eh? Yaani, naanzaje? Ah. Sasa anazipataje habari zangu mimi na wewe, lakini mi nahisi kitu kimoja, kipindi atoka mle ndani ni cellphone. Au unasemaje? Unajua mimi hilo hata si hilo; mimi hilo wala siliafiki. Sipakuwa kitu kimoja. Uh -huh. Mimi ninachotaka kujua, hapa kutakuwa kuna mchezo tu ambao unachezwa baina ya mke wangu na mtu mwingine. Isije kuwa ni wewe cha utamu, wakati nipo na wewe unajifanya na mapenzi. Ila ukiwa nje na mimi unaanza kukana mke wangu na kuanza kunifuatilia. Wewe, nilikwambia. Mapenzi yetu mimi na wewe tusiyapeleke nyumbani kwako haya. Ukunisikia? Mimi nifanye nini? Habari zenu. Salama. Nataka mimi na wewe sasa hivi, nataka tu tunatoka nje ya kijiji chetu sijui. mm -hmm. Nanielewa vizuri. Naelewa. Hapo sawa, hapo umeongea. Hongera sana mme wangu kwa kikao kizuri. Na pole sana kwa kikao. Wewe umekuja kufata nini huko? Nimekuja kufata nini eh? Eh? Haujui. Au unajisahaulisha? Eh? Mke wangu mpoje kufata nini hapa? Unajua mimi hapa niko naye huyu kwa sababu ndio nilikuwa namwambia kuanzia leo asinifuate tena mm, kwa sababu kwa ajili ya kuvunja ndoa yangu. Nakwambiaje? Mimi usijaribu kunidanganya kitu kama hicho. Yote ulawazungumza niski, Dada mume wangu mtamwa eh? Anakutunza, anakupenda sana. Sasa eh? Sikia, kuanzia muda huu na kuanzia leo huyu mume ni wako wakwako, mimi nakwaci yo mwanangu, sikilize Mke mkiwangu Sasa sikiliza, wewe, naomba uondoke wewe, ondoka. Mimi acha niende nyumbani nikaongea na mke wangu, abe. Hey. Mimi naisuma injoye vya kutosha no, nilikuwa nataka unipe nauli niondoke. Oh. Hmm. Aba nauli sina hmm. Kwa hiyo aba, mi chakufanya, uwe nenda, mi nauli yako nitakutumia kwenye simu naso. Nauliawee, mi sikuelewi yani, hata nauli huna hmm. Vipi njoba? Shikamoo. Marhaba, kwema? Kwema. Vipi mbona saizi na mikoba hiyo vipi? Mimi nimeondoka kwa mume wangu. Nasemaje? Nimeondoka kwa mume wangu wa ile iki, ana tabia chafu, mimi nimeshachoka. Hivyo unavyoongea mimi sikuelewi kabisa, kwa sababu hapo menikuta niko na kazi zangu kwa hiyo nenda ndani kapumzike, baadaye tutakuja kukaa mimi na wewe tuzungumze vizuri, maana sasa hivi hatasikuelewi. Kwa hivyo nenda ndani kapumzike, alafu tutakuja kukaa mimi na wewe tuongee. Mchimeji. Samahani sana kwa usumbufu. Ila nilikufuata hapa nyumbani kwa sababu una tatizo kidogo. Nataka tuongee pamoja. Unajua leo ni ya pili leo rafiki yako yupo nyumbani. Na sasa sijui hata tatizo ni nini. Sasa nikafikiria nikaona ni vizuri nikufuate wewe. Pengine unajua lolote kuhusu rafiki yako. Labda kuna chochote kitu kilichomkuta rafiki yako. Wewe mwanamume huna aibu kweli eh? Unapenda sana kumtesa mtoto wa watu. Kitu gani ambacho alichokuwa hakupi? Kahaba, kahaba weye, malaya wewe, uliokuwa hujielewi he? badala ya kutulia na mtoto wa watu unaenda kufanya umalaya. Malaya wako unatembea na mwanamke yule ambaye kile kidada kilichokuja hapa kilichokuwa keleweki. Wewe vipi? Unataka kumzingia mwenzio marazi kaka. Kwa nini hujielewi kaka? Aya yote ametokea wapi eh? Mimi nimekuja kuuliza nahitaji kujua mke wangu yuko wapi. Sasa ya malaya nani ametokea wapi tena? Shimeji, tuachane na haya, niambie, ni mimi, mke wangu yuko wapi? Nakwambia vipi, kwa taarifa yako, kuanzia leo hapa kwangu nisikuone tena, na nikikuona, uhakikishe namwambia mume wangu kama wewe unataka kunitongoza na leo sasa nimepata muda, nataka unaambie hasa kilichokutoa huko kwa mumeo mpaka ukaja hapa kwenu, ni nini hasa, nataka uniambie. Nimekuja hapa napenda. Kila siku na afumania nimechoka, ndiko tunaambia maneno na watu, lakini nilikuwa siamini. Lakini juzi, kwa macho mawili nimemuona. Nimemfumania kabisa. Sasa mjomba, mi nimechoka. Maisha gani haya jamani, maradhi tu. Sikiliza mwanangu, nikwambie, mbona mume wako mi namwona ni mtu mmoja mstaarabu, msta sana eh? na alipokuja hapa tulimchunguza kwanza, then tukaenda tukakuozesha kwa kwa kumwamini. Kwa hiyo mi unavyoongea hivyo, hata sikuelewi kabisa. Na nachokwambia wewe, jiandae muda wowote kuanzia sasa, naweza nikakuchukua hapa na tukarudi kwa mume, kwa sababu mimi siwezi kukaa na mke wa mtu, lakini pia siwezi nikakusikiliza wewe peke yako. Lazima tuende na mume wako kule tukae sote, ili tujue tunaamua vipi hili jambo, sawa? Hivi hicho sasa nachonionyesha, eh? Alafu tambua mimi nimeshapoteza mke wangu kwa sababu yako wewe kwa tu. Aisha, una subutu kuniita! Wewe, wewe. Wewe. Muangalie na huyo. Niangalie chini. Yaani hata kwa macho yako tu kuona kwamba naweza nikaendana na wewe. Please. Boli unapiga moja tu chali, hata upake mkongo wewe kaka, wewe. Tunataka moto mm -hmm. Tunataka kakae ah. Nakufaa unataka kupelekewa moto yaani ah, ah. Inatosha kunidhalilisha mbele ya mwanamume mwenzangu, na sielewi kilichokutamanisha hapo ni kitu gani, au kwa sababu ya hiyo cheni anaovaa mtoto wa kiume anavaa cheni kweli? Au kwa sababu ya hizi nguo za kuomba, kwa sababu ya, ya kukutia wewe? Sikiliza Aisha. Kama kukupenda kweli, mimi nikupenda, na ndio maana ndoa yangu ipo kwenye mitiani kwa ajili yako. Hicho ndicho nifanyia sinaenda, alafu wegwege, sikiliza nikwambie, usione hapo umefika, ili kama daraja, kila mtu anapita anaenda na safari zake.

endelea kuwa na mwanamke alafu tutakuja kulia kama ambavyo mimi leo nalia mbavu. Wewe limbukeni tu, haya ni maneno ya watu naone. Oh shambo, <laughs> umesha paka vio, umesha nenda bro <laughs> Safi vipi mjomba? Freshi. Mbona hivyo mwanangu? Popa popa hai hai. Yaani mimi sielewi kilichonitokea leo nakwambia mjomba. Yaani mimi yaani yaani mimi yule mtoto akunifanyia hivi kweli? Dem gani hao? Yaani mimi yule mtoto Chautamu, yule ambaye mimi ni mwanamke wangu. Ambaye mimi ndo natembea naye na yeye ndo kafanya mpaka ndoa yangu imeharibika. Alafu leo mimi namkuta na mwanamume mmoja farafara hapa njiani, ananichukulia mie boya kabisa. Oh, sikia kwanza. Chautamu yupi? Huyu mtoto huyu mtoto fulani aliopa pa mtaani huyu, kile gigi shebu shebu hivi shebu mfupi hivi, umeona, kanitukana, kanidhalilisha eti oh, mimi sina pumzi, oh, mimi sina magoli, hata nikitumia mkongo mimi haniwezi hivi. Kwani mimi kunaambia maneno yale, mjomba. Sasa sikiliza, kama hakujui naomba nipelekee salamu, mwambie wewe rafiki yangu ule mtukana huyo. Yani mimi, ndugu, aachane na mimi kabisa, tamfanyia kitu kibaya. Sikiliza mdogo wangu Kaangua, family, we kaka yangu afu familia familia shefamwe, we uwezi kuondoka hivyo moja kwa moja ukasema unaondoka unawaka. No, tuliza, calm down. sijui umeelewa? mimi ndo jambo mimi nalishuhudikia, wewe si umekuja hapa kushtaki. mimi ndo mjomba, mimi ndo mjomba mchomali, sijui tumeelewana na kukubali. kwa hiyo wewe, vunga, tulia, tuliza, munkar, acha ngendembwe. mimi ndo jambo nalifuatilia, wewe damu yangu, wewe gutesa, wewe kanitesa mimi Mi demu namjua wetu zedi shafamwe namjua kwanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa ili jambo limefi- limefika kwa wetu liafu mi utakuja kusikia salamu zangu. Sasa sikiliza, mia seven, nimechanganyikiwa, kiwache nirudi nyumbani. Unaenda wapi mjomba? Kapumzike, naenda kapumzike, kalale, si so nakuja, namnkario, naenda kufa nini tena mimi, narudi home mjomba. Kufanya nini hapa mwanangu? Sasa nijenkute mitaani nini? Kapumzike, afu utasikia salamu zangu. Mimi ndo mjomba Mjumali. Ila. nifikishie salamu zangu. Imepita hiyo hey, afadhali nimekukuta hizo taarifa zako za umalaya zote nishakuwa nazo kuanzia. Sasa mimi na wewe sikutaki tena kwa sababu umekuwa malaya wa mtaa. Nahizo habari mimi sitaki kuzisikia Shafam, yes! unatembea mpaka na wanaume za watu, mtoto mdogo unaendekeza malaya. Mi nilikupenda nikakuthamini. Nikakupa kitu gani unaokosa kwangu mimi? Hakuna eh? kuna nini, nini? kitu gani ulikosa kwangu mimi? unatembea mpaka na wanaume za watu. Sasa kwa taarifa yako, kama ujui au wengine wanaotembea nao, mimi ni ndugu zangu na taarifa zimenifika Kwanzia leo kwanzia sasa hivi kwanzia huu mda huu ambao unaongea mimi na wewe mimi na wewe, basi na usijue kama ulikuwa na bwana anaitwa Msomali, sijui tumeelewana. hii sura ukiiona, achana nayo barabarani, nitakuchafua. Mimi nilijua tu kama unakuja hapa. Mimi nilijua tu uwezi kunipigia simu bure bure. Umeamua kuja kunidhalilisha mbele ya mwanaume mwenzangu? Please, nini? Mbuza mukari. Mbuza mukari nini? Umeamua kuja kunidhalisha mbele ya mwanaume mwenzangu? Bro, naselewi. Utaelewa bro, bro. Usijaribu kuingia katika maji ambao hujui urefu wake, Ikiwa hujui kuogelea. Bro, huyu demu kicheche, huyu demu malaya. Afu so malaya kidogo; huyu malaya sana kwa ulichoamua Ukaona haitoshi kunidhalilisha siku zote, ukaamua leo je unidhalilishe mbele ya mwanamume mwenzangu? Nisikilize, kuanzia leo mimi na wewe basi. Nilikuwa nimekuja kukusamehe, lakini haiwezekani tena katika maisha yangu kutokea hili jambo. Kuanzia leo mimi na wewe basi, na usinitafuta tena, futa namba zangu. Hey, achana na mimi wewe. Naye ndio umesababisha. Nimekuambia muda mrefu kabisa hapa namsubiri mtu wangu.